Hilo litakuwa ni tatizo la akili. Hisia hizi zinaweza kuathiri vibaya akili na kuchangia e, matatizo kama vile kufadhaiko na kupoteza matumaini. Tukiwa kwenye huzuni muda wote, matumaini tenaikabai. Jamani naseemu sioni mbele, kumbe ni kutokana na hili tatizo la hisia.